Yesu ameniokoa meni samegambi ya kale yamepita, sasa yote ni mapya menipa na uwezo wa Mungu wahungu, nikiomba neno lote yeye unipatia. Naweza kuhubiri, naweza kumwimbia Naweza kuwalea watoto alionipa, sio kwa uwezo wangu. Mungu ameniwezesha amenipa na akili nikae na mke wangu yeah, kaenao kwa akili. Ndio, ndio, ndio, unatutizama kutoka katika studio zetu hapa Nairobi na ndani ya studio ni mimi mchungaji Faustini Munishi e, na sasa hivi ninakuletea nyimbo za Injili. Sasa, tofauti ya ujumbe wako wa kutubu na ujumbe wa nabii mwingine ambaye amesikika kwenye vyombo vya habari leo hii, wewe unasikika hapa chombo hiki cha habari cha Kikristo Times TV. Kuna mhubiri ambaye amesikika kwenye vyombo vya habari Kenya vyote akitoa ujumbe huo huo, huo wa kutubu, na watu wanaenda mikutano yake wengi, wagonjwa wanatoka wa mahospitalini hospitalini, na vyombo hivyo vya habari vinaripoti kwamba wengine walikufa kwenye mikutano hiyo ya, walitoka hospitalini wakaenda kwenye mkutano wa Kimungu wakafa huko. Sasa tofauti ya unabii wako na huyo nabii mwingine ni gani? Uh, asanti sana Bwana Pastor Munishi. Manake uh, hakuna ratili ingine ya kupima roho wa Mungu awe mnabii awe muhumbili ama yeyote isipokuwa ni neno la Mungu uh -huh. Na mimi nimepewa neno la Mungu na ndio inaitwa jora ya kiroho uh -huh. Na ukisoma maandiko ya Waebrania mrango wa ine aya ya kumi na mbili mpaka kumi na tatu utapata hakuna chochote kinaweza kujifisha usoni mwa neno la Mungu mm -hmm. Kimekaa uchi sasa, hata kama ni eh, mnabii uh, ni Owuor ninaona ushi wake mm -hmm. Kimaandiko maana yake mm -hmm. Mimi siangalii juu mm huangalia -hmm. Roho neno la Mungu ni roho, ukisoma Yohana mlango mlango wa sita aya ya ishirini na tatu utasikia kwamba Uh, mwili hauna maana mm -hmm. Krisho na maana ni roho. Ndiyo. Maana roho hupeana uzima mm -hmm. Yesu akasema hayo maneno, ninamwambia ni roho na ni uzima na. Kwa hivyo, uh, kupitia neno la Mungu ninamwelewa uh, Nabii Owuor ni mnabii wa bandia mm -hmm. Manake kuna mamlaka yalipeanwa na Yesu kwa mitume wake mm -hmm. Hai, hiyo iko katika Mathayo kumi mm -hmm. aya ya nane mm -hmm. na yametueleza ya, ya, ya kwamba Yesu aliwapa mamlaka mm -hmm. ya kuponya magonjwa yote mm -hmm. kutoa mapepo mm -hmm. kwa, wa, kwa waliopagazwa no. na, na kuponya ukoma mm -hmm. na kufufua wafu uh -huh. kwa hivyo a, sioni a, a, sababu isemekane kwamba watu ambao wamepoteza maisha karibu na mtumishi wa Mungu ambaye yupo na uwezo ama mamlaka ya Yesu ama ya kanisa aweze kushindwa ama kukabiliana na hali kama hiyo. Kwa hiyo unamdisqualify huyo nabii kwa sababu watu walikufa kwenye mkutano wake tu, ama unamdisqualify kwa sababu yeye si wa kutoka kwa Mungu. Hapa upande wa watu kufa katika mkutano na, na, ni jambo moja la kusikitisha kabisa uh -huh. Manake mioyo ilipotea na haiwezi rudishwa na, na, na mwanadamu uh -huh. Okay, asipokuwa na mamlaka ya Mungu uh -huh. Uh mali nimetajia nimetajian yani, uh uh Petro alikuwa ametembelea Jopa na ak ak akatangulia na kuponya Aineas uh -huh. Uh wale wanafunzi kule kule Lida walisikia kwamba Petro alikuwa ametembelea eria hizo uh -huh wakatumana wakamwendea wakamjulisha kwamba yule mwanafunzi ambaye alikuwa anasaidia mayatima na na na na wajane akiwashonea hata nguo ameaga dunia, na wamemsafisha na kumweka kwa shumba, wakaria sana, wakamwonyesha mavazi aliyokuwa akiwaudia akiwa akiwa hai. Naam. Halafu Petro akaguzwa akawauliza yuko wapi? Ndipo mm -hmm. waliandamana wakamwonyesha mahali Tabitha alikuwa. Sawa. Kwa jina ingine alikuwa anaitwa Dorokas. mm -hmm. Akaenda akamwita Dorokas, amka Dorokas. Akasikia sauti ya Petro na akaamka akiwa hai na akaendelea na kazi yake kama kawaida. Asante sana nabii Frederick Kamau Mwangi, tuna muda mchache wa kumaliza kipindi chetu. Labda nikuulize swali la mwisho. Je, kama eh, nabii wa Owuor angekuwa hapa leo naye aseme wewe ni nabii wa uongo, ungejibu nini? Hiyo ingekuwa sawa, sawasawa kabisa maana yake mm -hmm. Sio ati ni machengenyo, ninatoa huu uh, uh, ujumbe unaenea dunia nzima naam na, na sio mzuri kwanza, yaani kuchengenya mtu bila sababu sawa kili eh, kilicho cha maana ni uh, ni kumubainisha kupitia neno la Mungu. mm -hmm. manake hakuna anayeweza bishana na ukweli wa neno la Mungu naam. na nitaongezea mfano mwingine mm -hmm. Petro, I mean Paulo, ukisoma uh, katika Mitendo ishirini mm -hmm. aya ya tisa mpaka kumi mm -hmm. utapata kwamba alipokuwa ametembelea hizo area za Asia Minor ndio. alihumbili sana usiku mm -hmm. mahumbili alipoendelea kiwete mmoja alikuwa ameketi kwa ndirija uh -huh. akashikwa na uzingizi uh -huh. Akaanguka kutoka orofa ya tatu akafa uh -huh. E, Paulo akashuka chini akaenda akamfufua Naam. na akaendelea na uhai uh -huh. Mamlaka ya Yesu hayawezi shindwa na hali kama hizo Amen. Watumishi wa Mungu ama mitume, jambo ambalo hawake hawakudhubutu ni kutoa maiti kutoka kwa kaburi manake ni Yesu pekee alipoponya raza- alipofufua Lazaro kutoka kaburini. Sasa tuwe wa kweli hapa. Watu wamekuja kwenye mkutano wa mtumishi wa Owuor wamekanyagana wenyewe, na wengine ni wagonjwa walitoka hospitalini wakiwa na imani, wengine walitoka ICU. Sasa kosa la Owuor ni nini? Maana wale watu walikuja wenyewe yeye yeah, alitangaza njoni kwa imani mtapona, na wale waliokuja walitoka hospitalini kwa sababu ya kusikia imani ya mtu wa Mungu. Je, yeah, kosa lake ni ile kusema njoni? Hiyo uh, ni moja pia mm -hmm. na hata uh, kilichoendelea kukawa na matokeo mbaya mm -hmm. wagonjwa watano wa, wanini, wakaaga dunia mm -hmm. na huku uh, Nabii Owuor akamalizana na wao wenye wenye wenye wagonjwa wakawachukua wakapele, wakawapeleka shumba uh, uh, sha uh, mait mm harakishae -hmm. wakapelekwa kaburini mm -hmm. Hiyo ni kinyume na mamlaka ya Yesu, manake ukiangalia hata kama ni mitume walikuwa na uwezo mkubwa. Sasa ingekuwa wewe pale ungefanyaje? Ungewafufua? <laughs> uh, tuseme kama ni mimi. Naam. Uh, sisemi ningewafufua, uh -huh. Sababu kila uh, yani, uh, uh, kila kipaji hutokana na Mungu uh -huh. Na kama Mungu hajakupa haja huwezi jirazimisha. Yesu ameniokoa, amenisamehe dhambi ya kale, yamepita sasa yote ni mapya, amenipa na uwezo nami ni mwana wa Mungu yumba yeye unipatie naweza kuhubiri, naweza kumwimbia, naweza kuwalea watoto alionipa.